Kudhanikwa ukosefu wa hela za kununua sare na vitabu ni sababu zilizotajwa na wazazi kwa kutowasajili watoto wao katika shule za msingi. Wazazi hao kutoka mitaa mabanda mbalimbali hapa jijini Nairobi wamesema kwamba japo elimu katika shule za msingi za umma inasemekana kuwa ni ya bure, malipo ya ziada huwalazimu wao kuondoa watoto wao katika shule hizo au wakose kuwasajili kabisa. Hayanajiri siku moja tu baada ya muungano wa walipo ushuru kutoa ripoti inaonyesha kwamba watoto zaidi ya milioni moja walisitisha masomo yao katika mwaka 2013 pekee. Mashirima Kapombe anatuarifu zaidi. Kina mama kutoka mitaa ya mabanda katika eneo bunge la Makadara wanawasajili watoto wao ambao bado hawajaanza kwenda shule ya msingi licha ya umri wao kuwaruhusu. <coughs> Hatua yao ya hii leo imejiri baada ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Heshima kusisitiza umuhimu wa elimu kwa watoto wao. Huyu mtoto mdogo ambaye haendi shule, akipata fursa ya kusoma, huenda ataweza kumtoa katika uchochole ule ambao wameangamia kwao. Baadhi ya watoto waliokuja hapa wamefika bila wazazi na wako katika umri wa kwanza kwenda shuleni, lakini changamoto nyumbani imekuwa kizingiti kikuu kwa wao kutimiza ndoto zao. Ni uniform na pesa. Mamangu ana pesa mamangu. Alikuwa amekosa kunilipia school fees kwa sababu hiyo hoteli yenye aliendanga alikuwa anapata mshahara ni kidogo. Ni hapo jana tu ambapo muungano wa walipa ushuru walitoa ripoti iliyoweka wazi takwimu zilizoonyesha kuwa wanafunzi zaidi ya milioni moja walisitisha masomo yao mwaka jana pekee. Japo masomo katika shule za msingi za umma humu nchini ni bure, baadhi ya wazazi haswa katika maeneo ya mitaa ya mabanda wanalalamika kuwa changamoto kuu ni ukosefu wa hela za sare ya shule pamoja na vitabu. Mi nimejaribu venye naweza nimeshindwa. Hiyo faida kidogo napata kwa kahawa, nalipa nyumba, watoto wanakula, tunakaa, kile kinafanya mtoto asiende shule. Kama sasa watoto wangu ni mi nilienda shule nikauliza, ni nini mtoto anaweza ingia nayo, kaambia mpaka nife mwenye ya kunuulia mtoto kuenda shule, kiatu yenyewe, nikaona bado siwezi afodi. Ruth Ndunda hata hivyo amewapa moyo kina mama waliofika hapa kuwa cha msingi ni wawe na moyo wa kuwaelimisha watoto wao, na walipowasajili nyuso zao ziling'aa kwa matumaini. Nina imani kuanzia kesho watoto wangu wataanza elimu na huku wananchi kama Ruth Ndunda wakijitolea kuhamasisha wazazi kuhusu jinsi wanavyoweza kufaidi mfumo wa elimu ya bure, huenda ni wakati serikali ihakikishe kuwa inaposema elimu ni bure iwe bure kweli, ili kila mtoto aweze kuipata haki hii ya kimsingi. Mashirima Kapombe, KTN, leo, Nairobi.